Binamu. Hapo vipi? Poa, fresh. Fresh I say. Mm -hmm. Kimya sana. Maana yake wewe mara zote unapokaga kimya au kuna kuna kuna kwa vitu fulani unafanya? Eh, yes. Mm -hmm. Sasa mm -hmm. vitu vingi vinaendelea, unajua sio wakati wote watu wanatakiwa waoneone hewani, sio? Lakini projects zinaendelea uh, chini chini. Yeah. Nini kinafuata? Uh, within 10 days nafikiri tutatoa ngoma nyingine uh, kiahisi niseme kwamba kinachofuata ni mziki zaidi. Okay. Yeah. Ni ngoma ambayo umeshirikiana na mtu mwenyewe? Oh, mwenyewe mwenyewe. Inaanza video au inaanza audio? Audio, na mipango ya video itafuata. Yeah, nafikiri tutakuwa tuna video wakati inatoka pia. Ah uh, video uliyoifanya uliyoifanyia uh, Nairobi, ah uh, ulifanya jitihada zote za kutuma kwenye uh, stations za uh, kimataifa? ipi ipi moja hapo, kwa mfano Trace MTV. Yeah, yeah, yeah, I did. No. I did. did Na na jamaa lazima wakurudi. Kama kama channel o walirudi wakamba fresh uh, uh, sijui ilitokea nini tena mbeleni hapo. Nafikiri uh, utaratibu wao kwamba wanataka kufuruga wafanye uh, channel o, ya regions kila region iwe na TV yao. Nafikiri ndio ilikuwa ndo yeah. Lakini hivyo uh, wengine hata sikuwa siku, siku, siku, nimepata jibu. Sijui uh, ilitokea nini. Labda unipe kazi ya kufuatilia. You yeah. know me. Min, Mimi na na deal locals. Ah okay. Yeah. Labda una chochote cha kuambia mashabiki wako ambao wamekuwa kikusupport miaka yote, chochote kile. Ani kwamba tusingefika tulipofika kama sio hiyo support waliotupa. Lakini bado hatujafika mahali hapa sasa ambapo tunapanga kufika. Kwa hiyo tuendelee kusupportiana. Muziki mzuri unaendelea kuja lakini hauwezi uh, kuwa muziki mzuri kama hautakuwa unapata support, tutachana nao. uwezi kuwa unaimba bafuni peke yako, amna mtu anakusikia, afu kaendelea kufanya muziki. Na cha mwisho walio tuleta hapa ni Diamond Nzari kapo yao kwenye uh, in, uh, kwenye entertainment imeonekana kuwa kapo yenye nguvu sana. Kuna wazungumziaje? Si, si, sijui vitu vingi sana. Najua kuhusu muziki wa Diamond, najua kuhusu Diamond kama msanii, sijui vitu vingi sana. Namaanisha kwa jinsi ambavyo wameweza kufanya vitu ambavyo vimewa inspire watu wengi, especially katika upande wa kuongeza. Unajua watu wana, wana date lakini pia kuna upande mwingine ambao una uwezo wa kutengeneza biashara kwa kupitia kitu ambacho mnakifanya kifaida zaidi. Ba, anafikiri hivyo ndo hasa ambapo nani zinavyotakiwa kuwa, yani uh, watu wasiwa wanafanya sii, nisemeje, sare ama maisha uh, mengine tu, kama wanaweza kutengeneza uh, uh, utaratibu wa kupata uh, uh, uh, finances kutokana na, na maisha yao ya kila siku yanavyoendelea, why not. Kwa hiyo nafikiri ni, ni kitu ambacho akitakiwi ku, yani kuishi hapo, sio kwao. Nafikiri kwa watu wengine wanaozunguka mawazo wasio, tu wanakuwa carried away na vitu vya maisha yao ya kawaida, kama relationships, sio kiki na nini, lakini nafikiri wafike mahali kwamba waone kwamba hivi e vitu wanavyovifanya, uh, kama viko relevant, watu wanavipenda kuviona, why not, nani usiwauzie, sio? Kwa hiyo walichofanya ni kuwauzia kitu ambacho watu wanapenda kukiona kila siku. Aya, ah kabla tujachana, wewe ni msomi, ni rapper lakini ni msomi. Kwa sasa hivi una kazi nyingine ambayo unafanya huko kwenye muziki peke yake? Na nafanya kazi nyingine, lakini ni biashara binafsi, sio zile kazi za kwenda saa 2 asubuhi na kutoka saa moja jioni. Ni biashara binafsi. Asante sana brother. Pamoja.